Kuna mtu ameuliza hapa, inatokeaje kwamba baada ya kushiriki tendo mwanamke mbegu zake zinakuwa zinavuja, na je hii inaweza ikawa inasababisha mwanamke asibebe ujauzito? Unapokuwa unashiriki tendo, ina maana uume wa mwanaume huwa unafiti hapa ndani na mbegu huwa zinamwagiwa sehemu ya karibu na mlango wa kizazi. Huu ni mlango wa kizazi, hii ni vagina kano, na kwa huku nje ndo kunakuwa na yale mashavu, kwa maana ya vulva. Huu ni mji wa mimba na hii ni mirija ya uzazi pamoja na mayai. Mbegu za mwanaume huwa zinamwagiwa sehemu ya karibu na mlango wa, wa kizazi na zinatakiwa kupandisha juu kwenda kuingia kwenye mji wa mimba mpaka kwenda kurudisha mayai. Sasa kwa namna ambavyo mlango wa kizazi ulivyo huaga una narrow entry, kwa maana ya kwamba almost nusu ya mbegu za mwanaume ambazo huwa zinakuwa zinamwagiwa hapa, nyingi huwa zinabaki huku, kwa sababu hii sehemu huaga ni nyembamba. Ni almost nusu ya mbegu za mwanaume ndo huwa zinaingia ndani ya mji wa mimba, na ni kawaida na ndo kinachotakiwa kutokea physiologically lakini kinachosababisha mbegu kuvuja ni kwamba zile nusu ya mbegu ambazo zinakuwa zimebaki hapa, of course haziwezi ku survive kwa sababu hapa mazingira huwa ni acidic kwenye vajaino kano. Kwa hiyo zile mbegu huwa zinahitaji mazingira ambayo ni alkaline, kwa hiyo huwa zinakufa. Kinachokuwa kinatoka hapa ambacho unakuwa unachiona kinavuja kwenye sehemu zako za uke ni mbegu ambazo tayari ziko incapable o ku, o, kwa ajili ya kubebesha ujauzito kwa sababu zimemwagiwa kwenye vagina kano, sehemu ambayo ni acidic. Na sio mbegu tu huwa zinakuwa na ule uteute ambao tunaita semen. Kutokana na shape ya vagina iko kwenye tilted kwenye 45 degrees angle na hakuna sehemu ambapo kuna restricted flow kwamba kunaweza kuwa kuna koki inaziba hapa ni rahisi sana zile mbegu kuvuja, lakini haimaanishi kwamba zile mbegu zinazokuwa zinavuja ndo mbegu zote ambazo mwanaume amezitoa. Nusu ya zile mbegu huwa zinapanda kule juu na nusu ndo huwa zinabaki huku chini, kwa sababu kutokana na wembamba wa ile njia ambapo huwa zinatakiwa kupita. Lakini hii hali huwa inakuwa sivia kwa wanawake ambao wanakuwa na magonjwa kama PID au, au fungus ya sehemu za siri ndo huwa wanaona mbegu zinatoka kwa wingi. Kumbe sio mbegu, huwa ni kwamba Ah, kutokana na kwamba huyu mwanamke ana ugonjwa wa PID au fangasi, zile mbegu zinavyokuwa zinavuja huwa zinatoka na zile discharge au uchafu ambao unakuwa uko kwenye vagina. kano mbegu kuvuja sio sababu ya kushindwa kubeba ujauzito. Namba za simu ziko hapo, tuwasiliane kupitia hizo namba za simu kama utakuwa na shida binafsi i tuweze kuona na namna gani tutakusaidia.